Ikiwa imesalia miezi kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu hapa nchini, mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM si mkoa wa Tanga Rajabu Abrahaman amesema chama hicho hakitasita kuwachukulia hatua za kisheria watia nia za uongozi watakaobainika kujihusisha na vitendo vya rushwa. Kwa kila ambaye ametia nia ya kugombea, kwanza afuate utaratibu wa chama chetu ikiwemo so swala zima la kujiepusha na kutoa rushwa. Lakini pia niwaombe viongozi na wale waliopoa dhamana ya kuchagua ama kuwapigia kura wale wanaotaka nafasi ya uwakilishi nao wajiepushe pia na kupokea rushwa. Atakaye bainika atakaye bainika kuwa ametoa au amepokea rushwa, afahamu kabisa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 tutakuja kupeana maelekezo, tutakuja kushauriana kubaliana kwamba nani akae mahala gani na afanye nini, kutunza miundombinu ya jengo hili, ili tusije tukarudi kule nyuma tulipotoka. Tumeona changamoto tulizopitia hapo ndani, hizo zilifanywa na watu ambao baadhi yao hawakuwa waaminifu wakati huo. Sisi hatuhitaji kurudi huko tena. Tunahitaji kwenda mbele kwa mazuri zaidi katika Chama chetu cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Tanga.